Habari. Leo nataka nizungumze na wanawake kuhusu mafanikio. Kwa nini baadhi ya wanawake wanafanikiwa katika maisha yao wakati wengine wanakwama? Je, ni kwa sababu ya bahati au kuna njia za kufanikiwa ambazo wanawake hawa wamezizoea? Leo tutajadili jinsi ya kuwa mwanamke mwenye mafanikio. Kuwa mwanamke mwenye mafanikio si saizi moja inayofaa wote. Kila mmoja ana malengo yake na matarajio yake, lakini kuna mambo ya kimsingi ambayo yanaweza kusaidia kila mwanamke kuwa na mafanikio yake. Kwanza, ni muhimu kuanzisha malengo yako na kuyafanyia kazi kwa uadilifu. Pia, kujitambua na kujithamini, kuamini uwezo wako na kutokubali kushindwa. Kujifunza kutokana na makosa na kuendelea kuwa na hamu ya kujifunza na kuboresha. Na pia, kujenga mtandao wa marafiki na familia wenye kuungana nawe, ambao watakuunga mkono na kutusaidia katika kufikia malengo yetu. Kwa hivyo, ukiwa mwanamke, kumbuka kuwa mafanikio hayajili tu bila kupambana. Tafuta malengo yako na kuyafanyia kazi na usiwe na hofu ya kushindwa, kwa sababu kushindwa ndiyo njia ya kufikia mafanikio. Kama unapenda video hii, tafadhali like, comment, na subscribe kwa chaneli yetu, ili uweze kupata video mpya kila wiki. Pia usisahau kushiriki na marafiki zako, ili tuweze kuwafahamisha na kuwaongoza kwa njia ya mafanikio.